Safu vezuru sara na mtoto wa kike sara na mtoto wa kiume kanzu na kuleta pia mikeka sawa. Na baada ya hapo, tutakuwa tuta, kama tutafanikisha, pia tunaweza tukapata ubao wa kisasa, lakini yote ni majaliwa tutakacho kupata, lakini hivyo ndivyo vitu ambavyo kwa sasa hivi tunakusanya sawa. Kwa hiyo tutatarajia kuwa na huo ugeni, tutatarajia kuwa na huo ugeni. Mungu akijalia tutaonekana live kama una suamonga <coughs> una... hiyo sikusa melana, yeah, Mwalimu wenu tapeana maagizo, maelekezo yaayote. Kwa yote muombe mwenyezi Mungu atufikishe hiyo siku.

Ametupa taarifa siku ya tarehe ishirini na tisa itakuwa siku ya Jumamosi ya wiki hii sawa na lengo la kuja hapa si kwamba labda kuangalia darasa. Sawa ni kuja kuangalia darasa lakini kuja kuangalia vipi. Kwanza wewe kuja kuangalia maendeleo lakini pia vile vile kuja kutoa sadaka Sawa so, na misaada mingine lakini pia leo hii ametupa pipi we sawa so, pamoja naka ametupa na pipi. Kinachotakiwa ni kumwangaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amkamilishie ndoto zake na Allah wajalie wafanikie, pia waweze kufika hapa so, sawa

watarahumihim nakupo so, ni wa wa so, wa na kubaje na kuoneana kwa uhuruma sawa, kama mathalil jasadi wahid, ni kama mfano wa mwili wa mtu mmoja sawa. Idha shtaka minhu wa tadaa lahu sa'iru jasad kulliha, kinapokuwa kinashtakia kiungo kimoja tu katika mwili huo, basi viungo vingine vyote pai kukusanyika pale bisahli walhoma wa kukesha na kwa kwanene kam mwingine akoma na maumi mwingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe asema kwamba man dalla ala lkhairi sawa, mwenye kujuilisha mtu jambo ambalo lilikuwa kheri la kheri sawa na amba kwa kheri, atapata malipo, yule ambaye jambo atakijulisha la kheri atapata malipo, yule mwenye kujulisha. Sawa, kwa hiyo, tu kwa kufanya lile jambo haraka, kwa hiyo kwamba haraka haraka kwamba ndugu yetu na ndugu zetu atakuja siku, wale ambao watakuja siku hiyo inshaallah pesi Allah awafanyie watu watutembelee hapa lakini na pia tuweze kufanye tuweze utochangamsha watu wenzetu kwamba ah, sisi au tunaweza kutoa ushauri, kwa sababu usha kunakuwa na yeye na ushauri. Madrasa nyingi sana huwa hazipo pamoja, kama atakapokuja mtabadana nasi kwa kama kukutana